Na leo tuko hapa kwenye gereza la Maweni mkoani Tanga, na tuko na viongozi wa mkoa wa magereza kiwepo Rapio mwenyewe na kilichotuleta huku ni uendelezaji wa mradi ambao tunaofanya pamoja kati ya Wakala wa Nishati Vijijini na Jeshi la Magereza, ambao ni mradi wenye gharama wa shilingi bilioni 35 ambao katika hizo wakala wa nishati vijijini unachangia bilioni 26 na mradi wenyewe ni mradi mkubwa unahusisha kupeleka uh, nishati safi ya kupikia kwenye maeneo mia mbili na kumi na moja ya jeshi la magereza, yakiwepo ma magereza yenyewe mia moja na ishirini na tisa na maeneo mengine mbalimbali, zikiwepo shule, maofisi na hospitali. Na mradi huo kwa ujumla wake unahusisha ufungaji wa mifumo ya bioges mia moja na ishirini na sita lakini vile vile ufungaji wa mifumo ya gesi ya kupikia yani LPG kwa magereza mifumo 64. Lakini vile vile mradi huo unahusisha ujenzi wa uh, uwezeshaji wa manunuzi ya mashine za kutengenezea mkaa mbadala yani briquettes 61. Lakini vile vile unahusisha E, usambazaji wa mitungi ya gesi ya kilo kumi na tano pamoja na majiko ya gesi elfu kumi na tano, mia moja na ishirini na sita Na hii ya mwisho imelenga kuhakikisha kwamba watumishi maaskari na maafisa wa magereza wote pamoja na familia zao wanahama kutoka kwenye nishati ambayo sio salama kwenda kwenye nishati safi kama ambavyo inafanyika ndani ya magereza yenyewe, na ndio tuko hapa leo e, kuja kukabidhi e, mitungi 225 e, kwa gereza la Maweni, lakini kwa mkoa mzima wa Tanga itakuwa ni mitungi 653, mitungi ya kilo 15 pamoja na majiko yake yenye e, mafiga mawili. Kwa hiyo huu ni mradi e, tunautekeleza REA kuendeleza ile azma na nia na commitment ambayo serikali Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan imeanzisha kuhakikisha watanzania wote tuna hama kutoka kwenye nishati ambayo siyo safi, sio salama kuingia kwenye nishati safi.